Aaa, kati tano katika mechi tano tumwini nne tumeea mechi moja. Wakati waukaa kujiuliza una namna ambavyo tunakuja kupambana malengo ya Simba iakuabado, ni mapema sana kuzungumzia ubingwa, ni mechi ya tano ligi ni maraso bado tunaendelea kupambana takaa chini management ya Simba watakaa players, watakaa mashabiki, watakaa, tutazungumza kwa pamoja. Unajua, lazima niseme, kuna muda dhambi ya ubaguzi haiwezi kukuacha salama kwenye lazima turudi katika mstari, tusimame kwenye slogan ya Simba nguvu moja, ili kuhakikisha kwamba makali ya Simba na manyaji yanarejea. Mimi naamini. Leo tulipopata kwa nafasi ya tano kwa ubora katika bara la Afrika. Kuna sehemu Simba Sports kama Simba tumejisahau. Tunaamini kwamba sisi tumeshakuwa wakubwa. Hii mipira ya kitanzania hii mipira ya kiafrika ina asili yake. Mimi naamini Simba tumetoka kwenye asili yetu, tumeingia kwenye uzungu. Lazima turudi kwenye asili yetu kuhakikisha kwamba Simba inakwenda kupata matokeo. Mashabiki wenzao walikuwa shalanga sana. Yeye ndio ile imba naenda kwanza, siwezi kuwakataza mtu ambaye mtazamo wake aliyezungumza kila mmoja na mtazamo wake. Kwa mimi sina nafasi kumnyima mtu uhuru kutoa katika mtazamo wake. Lakini mimi naamini matora moja ni mwalimu ambaye hivi sasa anasimamia Simba na amechezea Simba kwa muda mrefu. This is football. Leo tulikuwa na makocha wengine, pia tulipoteza. Kimsingi tusiangalie huko. Moja, tuangalie sisi mashabiki tunatimiza majukumu yetu. Ngoja nikupe siri. Moja, watu ambao wanasababisha Simba kupata matokeo mabovu ni mashabiki wa Simba wajitoi kwenye timu yao. Wao wanaamini kuja katika uwanja wa Benjamin Mkapa inatosha. Leo hii hakuna shabiki wa Simba wakimwambia twende pale tukamwombe Mwenyezi Mungu. Mungu anasema niombeni, nitakupeni. wanafanya tunafanya

mechi nne, zaidi ya tatu tumecheza bila kamara. Mimi nafikiri kama mimi nafikiri bado tuna muda mrefu, watakaa chini, watarudi kwenye kiwanja cha mazoezi, watakwenda kurekebisha yale ambayo yalikuwa mabovu. Otherwise tarejea katika aa, lazima turudishe kwenye slogan ya nguvu moja.